Unajua kwamba kuna umri fulani katika maisha ya mwanadamu ambapo umri huu umezungumziwa na dini falsafa na hata siri za dunia kwa muda mrefu sana. Umri huu si mwingine bali ni miaka thelathini na tatu, au tunasema tatu tatu. Katika utaalamu wa namba hii, namba tatu tatu huwa si namba ya kawaida, tunaiita ni master namba namba moja moja huwa ni mlango wa kiroho namba mbili mbili huwa ni namba ya ujenzi wa dunia lakini namba tatu tatu ni kiwango cha juu zaidi ni master teacher hii ni namba ya upendo usio na masharti ni mwanga na pia ni hekima ndio maana mtu akifika miaka hii huwa anaanza kuvutwa kusaidia wengine kufundisha au kuwa mwanga wa kuongoza wengine. Ndani ya mwili wa kila mtu huwa kuna nguvu ya siri inayoitwa kundalini. Nguvu hii huwa inaonekana kama nyoka aliyelala kwenye uti wa mgongo. Nguvu hii inapochochewa, huwa inapanda juu kwa kupitia ngazi thelathini na tatu za uti wa mgongo hadi kufika kwenye taji la kichwa au tunasema crown chakra. Hii inamaanisha kwamba ni mwamko wa kiroho na mwangaza. Ndio maana idadi thelathini na tatu huwa inaonekana mara nyingi katika maandiko ya kale, kwa sababu huwa inaashiria hatua ya mwisho ya safari ya nguvu ya mwanadamu kufika kwenye mwanga wa juu kabisa. Hii inamaanisha kwamba mtu anapofika miaka thelathini na tatu, universe huwa inamweka kwenye frequency ya kuamsha nguvu hii ya ndani iwe unajua au hujui, leo ndio nakujuza. Katika kipindi hiki cha miaka ya thelathini na tatu unaweza kupata ndoto zenye alama kali zaidi, ndoto zinazokuonyesha maisha yako yajayo, au hata kukutana na walinzi wa kiroho, tunasema spirit guides. Ni kipindi cha kipekee ambacho pazia kati ya dunia ya kawaida na ulimwengu wa siri huwa inakuwa nyembamba zaidi au dhaifu. Ukishafikisha miaka thelathini na tatu, utaanza kuona watu wengi wanaanza kukuomba ushauri au ghafla ukajikuta unapenda kuwasaidia watu kwa moyo. Sasa mambo haya huwa hayaji kwa bahati nasibu, bali kuna nguvu ya ziada huwa ipo mtu anapofikisha miaka thelathini na tatu na watu wengi huwa wanaanza kuamka kiroho baada ya kufikisha miaka hii thelathini na tatu. Yesu Kristo alikuwa na miaka thelathini na tatu alipofikia kilele cha kusudi lake, na pia katika falsafa za mashariki miaka thelathini na tatu huwa inajulikana kama kipindi cha enlightenment au tunasema mwangaza wa kiroho. Na tukija kwa Freemasons, ngazi ya juu kabisa ya hekima huwa inaitwa digrii ya thelathini na tatu. Kwa hiyo unaweza kuona hii namba tatu tatu ina kitu ndani yake, ina kitu kisichokuwa cha kawaida. Hii inaonyesha kwamba umri huu umebeba alama kubwa ya siri na ya kiroho. Kwa hiyo unapofikia umri huu, fahamu kwamba haupo tu kwa bahati. Kuna ishara na nguvu kubwa nyuma yake, na unapaswa kujua namna ya kutumia nguvu hizi. Umri huu ni mlango wa siri, kipindi cha mitihani mikubwa lakini pia ni wakati wa kuzaliwa upya kiroho. Kama ulikuwa ujui, basi leo ndio nakujuza. Nataka nikufunulie siri kubwa sana kuhusiana na nini huwa kinatokea mtu akifikisha miaka hii thelathini na tatu. Naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu baada ya kutazama video hii utapata kitu kikubwa sana. Miaka thelathini na tatu ni umri ambapo nafsi inaanza kuamka kwa nguvu kubwa kuliko wakati mwingine wowote wa. Ukiwa mtoto mdogo, huwe unaishi kwa kusukumwa na ndoto, tamaa pamoja na matarajio ya wengine, yaani watu wengine wanakuwa wanakuinfluence wewe ufanye kitu fulani, lakini pale tu utakapofikia miaka thelathini na tatu, moyo wako utaanza kujiuliza maswali makubwa makubwa kama vile, hivi mimi ni nani hasa? Kusudi langu ni nini hapa duniani? Je, ninachokifanya kina maana au ninaishi maisha ambayo ni yangu au siyo ya kwangu? Yaani, hapa ndipo watu wanaanza kujitambua. Ukisikia mtu anakuambia kwa sasa nimejitambua au kwa sasa nimeacha mambo yote ya kipuuzi, mara nyingi huwa inakuwa ni baada ya kufikia umri huu wa miaka thelathini na tatu. Hiki ni kipindi ambapo ndoto zako za zamani zinaanza kuchuja na unalazimika kuamua kwamba, je, utaendelea kuishi maisha ya kawaida au utaanza safari ya kutafuta ukweli. Hapa ndipo utakuta kuna watu wanaanza kuamka kiroho, anaanza kujiuliza maswali yaliyo juu ya imani yake au maswali yaliyo nje ya imani yake. Unakuta mtu alikuwa ni dini fulani, lakini anaanza kufanya utafiti kwamba katika hii dini, kwa nini kitu fulani kipo hivi, au kwa nini nilikuwa ninaamini hivi. Hapa ndipo utasikia mtu amehama kanisa, kabadili dini, au ameacha kabisa kuabudu. Huko ndiko tunaita kuamka kiroho. Ndio maana wengi utakuta wanaanza kusoma vitabu vya kiroho kuota ndoto za ajabu au kuanza kuona alama na ishara kutoka kwa universe. Na pia hata kuanza kufuatilia channel kama hii ya YouTube, tambua kwamba tayari upo katika stage za kuamka kiroho. Miaka thelathini na tatu ni kama kioo kinachoonyesha maisha yako yote. Subconscious mind yako inakuwa imejengeka na sasa inakuwa inajiuliza je, nilichokijenga kitanifikisha wapi? Misingi yote niliyoishika tangu utotoni, faida yake ni nini? Itanifikisha wapi? Mahusiano niliyonayo je, yananifaa au hayanifai? Na ndio maana watu wengi wanaooa au kuolewa baada ya miaka thelathini na tatu mara nyingi ndoa zao huwa zinadumu sana kwa sababu tayari fahamu zao zinakuwa ni za kiwango cha juu sana. Kwa hiyo chaguo watakalolifanya mara nyingi linakuwa ni chaguo sahihi. Unapofika miaka thelathini na tatu, unakuwa ni wakati wa kuchuja marafiki, kazi na hata mahusiano na hata wale watu wako wa karibu uliokuwa unawapenda sana unaweza kuanza kujiuliza kama wapo kwenye frequency yako, au wanakurudisha nyuma. Na hapa mara nyingi ndipo watu wanaanza kugombana na familia zao. Unakuta mtu ghafla anajitenga na familia yake, anaachana na marafiki zake, au kama ni mahusiano ambayo alikuwa hayamfai anaamua kuyavunja. Anaanza kuishi kivyake, anatengeneza misingi yake peke yake, na anatengeneza watu wapya katika maisha yake. Watu wengi huwa hawaelewi ni kwa nini hiki kitu kinatokea. Hii ni kwa sababu unapofikia miaka thelathini na tatu, nafsi yako inataka mwanga zaidi na universe inakufundisha kutofautisha nuru na giza. Kwa hiyo nuru utaifuata na giza utaachana nalo. Katika maisha yetu ya kawaida, kila mtu akifika miaka thelathini na tatu, huwa ni lazima apitie mtihani fulani mkubwa au kikwazo fulani katika maisha. Wengine unaweza kuta wanapoteza kazi, mwingine anapoteza watu wake wa karibu, wengine huwa wanapitia magonjwa au changamoto nzito za kimaisha. Ukitaka kugundua hilo, wewe fanya utafiti hata kwa watu ambao unawaona katika maisha yako ya kawaida. Tafuta mtu ambaye tayari ameshapita miaka thelathini na tatu au ndio yupo katika miaka thelathini na tatu Muulizi alipitia nini, utaelewa hiki ninachokizungumza hapa. Lakini kumbuka kitu kimoja, hizi changamoto zinazotokea huwa haziji kukuangamiza, huwa zinakuja kukuandaa na kukujenga na kukufanya uwe imara zaidi. Inakuwa ni kama moto unaochoma dhahabu ili ibaki safi. Universe huwa inakuweka kwenye hali ambayo unatakiwa kuchagua, eidha kubaki kwenye hali ya zamani au kuamka kwenye ngazi mpya ya maisha. Kwa hiyo utakapofikia miaka thelathini na tatu na ukakutana na changamoto kubwa au kikwazo kikubwa katika maisha, universe inakuwa ni kama inakupa hasira ya maisha au tunasema trigger. Sasa kama wewe ukiamua kukata tamaa na kubaki hapo hapo basi utaendelea kuwa hivyo hivyo, lakini kama ukiamua kupata asira ya maisha ukasema, sasa nataka kufight, sasa nataka kutengeneza heshima yangu, nataka kufanya transformation ya maisha yangu, basi kweli universe huwa inakufungulia milango na mabadiliko yanaanza kuonekana katika maisha yako. Watu wengi huwa wanajikuta wanakata tamaa, ndoto zao zinakufa, lakini wachache huwa wanaamka na kuelewa yaani mtu anajifunza na kusema kwamba okay, kumbe hili lilikuwa ni darasa. Kimaumbile, umri wa miaka thelathini na tatu mara nyingi huwa ndio kilele cha nguvu za mwili, lakini pia huwa ni wakati ambapo roho inaanza kuongoza zaidi kuliko mwili. Yaani utajikuta ni kipindi ambapo maisha yako na maamuzi yako yanaanza kuongozwa na intuition au tunasema sauti ya ndani ya nafsi yako. Yaani, kwa mfano, unaweza kukuta mtu amepata kazi, lakini anajikuta roho yake inasita na anakuambia kabisa, mimi roho yangu haina amani na hiyo kazi. Na unakuta ni kweli, akilazimisha akaenda kufanya hiyo kazi anakuja kupata matokeo mabaya sana hapo. Maana yake ni kwamba roho inakuwa active zaidi, inakuwa na uwezo wa kumfanya mtu atambue tukio kabla halijatokea, au atambue hatari iliyopo mbele yake. Kwa hiyo mtu anakuwa na uwezo wa kujihami. Kwa hiyo mtu anapofikisha miaka thelathini na tatu, ni kama vile universe inakuwa inamwambia sasa, unajua nguvu zako tumia hekima yako, sio nguvu pekee. Na hii ndio sababu watu wengi wanapofikia umri huu huwa wanaacha kufuata maisha ya anasa pekee, na badala yake unakuta mtu anaanza kutafuta maana kubwa zaidi ya uwepo wake. Mambo ya kipuuzipuuzi yote anaachana nayo, anasa zote za duniani anaachana nazo. Unakuta mtu anaanza kufocus na kitu ambacho anaona hiki ndicho cha maana zaidi, au anaanza kutafuta asili yake. Mimi ni nani? Natakiwa kufanya nini hapa duniani? Na kama ukimkuta mtu ambaye tayari ameshafikisha miaka thelathini na tatu lakini bado anaendeleza mambo ya kijinga, basi tambua huyu tayari ameshakata tamaa ya, tama ya maisha. Ukienda kuwahoji kwa undani sana watu wastahili hiyo hapo, utagundua kwamba eidha kuna mtihani fulani walipitia hapo nyuma. Kwa hiyo hizo ni athari za hiyo mitihani. Ndo wale watu ambao tunasema huwa wanakata tamaa, wanashindwa kuinuka na kujifunza. Lakini pamoja na yote wanayoyafanya, kichwani mwao au mioyoni mwao wanakuwa na majuto makubwa sana, yaani wanatambua kile wanachokifanya si sahihi, lakini hawana namna, yani kuna nguvu fulani wameshindwa kuikontrol ndani ya miili yao na ndani ya akili zao. Miaka 33 huwa inakuja kama mlango mpya. Hapa ndipo utakuta watu wengi wanabadilisha kazi, wanaamua kuoa au kuelewa, na wengine unakuta wanaanza mradi wenye maana kubwa, au wanaanzisha biashara kubwa za maana. Kama tayari umeshafikisha miaka thelathini na tatu na unapitia hali ngumu ya kimaisha, nikutie moyo, endelea kupambana, ipo siku utakuja kutoboa, kwa sababu baada ya miaka thelathini na tatu milango ya universe inakuwa wazi kwa ajili yako. Tumia nguvu za ziada zilizopo kwenye namba tatu tatu, fanya spell zote za pesa, fanya spell zote za kusafisha nyota. Universe ipo kwa ajili yako na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio, na kumbuka kwamba miaka thelathini na tatu ni wakati wa kuchagua kuishi maisha yako halisi na sio kuendelea kuigiza kwa ajili ya wengine au sio kusubiri wengine wa kuamulie maisha yako uishi vipi. Ukishafikisha hii miaka, jifunze kujitegemea na usiogope kupoteza watu, haijalishi hao ni watu wako wa karibu kiasi gani. Mara nyingi watu wetu wa karibu ndio wanaoongoza kuturudisha nyuma na kutuvunja moyo. Kwa hiyo chagua watu ambao wanakufaa ili wasikuharibie vibration zako za ndani. Kuna nguvu ya ziada unayo katika hiyo miaka, kwa hiyo epuka sana kukaa na watu ambao si sahihi katika maisha yako. Hiki ni kipindi cha kuzaliwa upya kwa nafsi yako. Watu wanaochukua hatua sahihi katika miaka hii huwa wanaanza safari mpya ya kufanikiwa kwa viwango vikubwa. Achana na yale mawazo ya kusema fulani atanionaje au familia yangu itanionaje. Focus na maisha yako, angalia ndoto zako zilizopo ndani. Na pia ziamini nguvu zako za ndani. Watu wengi baada ya kufikisha miaka thelathini na tatu ndipo wanajigundua kwamba kumbe wanao uwezo mkubwa ndani yao, lakini kuna watu walikuwa wanawaangusha. Sasa ni kusihi haijalishi hao watu ni wakina nani. Inawezekana ni wazazi wako, lakini kama unataka mafanikio, acha kuangalia watu wengine, jiangalie wewe kwanza, nafsi yako. Wengi wamejikuta wamepoteza vitu vingi sana kwa kuwajali watu wengine. Kwa hiyo basi, miaka thelathini na tatu si namba ya kawaida, ni umri wa siri, umri wa mitihani na umri wa mwalimu. Ni wakati ambapo universe inakupima, na kama utafaulu mtihani huu, basi mlango mkubwa wa baraka na mwanga huwa unafunguliwa katika maisha yako. Ukiwa katika umri huu, naomba ukumbuke kitu hiki: kila tukio ni darasa kwako, yani kila changamoto ni daraja na kila siku ni ishara kwamba unakaribia kugundua kusudi lako halisi. Kwa hiyo chochote unachokipitia katika umri huu, usifadhaike wala usikate tamaa, endelea kusonga mbele, amini kwamba mbele kuna mwanga. Huu ndio umri ambao unaweza kubadilisha maisha yako milele. Mimi siku zote huwa ninawaambia kwamba wewe si mtu wa kawaida, unayo nguvu ya ziada ndani yako, na ukijua namna ya kuitumia hiyo nguvu ya ziada ndani yako, basi unao uwezo wa kubadilisha maisha yako muda wowote ulikuanzia sasa hivi, na nikwambie tu, katika dunia hii usimdharau mtu huyo unayemdharau leo hii, ipo siku utakuja kumsalimia kwa heshima. Amini kwamba hapa duniani wewe ni mmoja tu, yaani hakuna mtu kama wewe na kamwe hata kuja kutokea mtu mwingine kama wewe. Kwa hiyo wewe ni wa kipekee na ni wa thamani sana hapa duniani. Kwa hiyo usije ukajidharau na wala usije ukamdharau mtu mwingine, kwa sababu kila mtu ni wa kipekee kwa namna yake yeye mwenyewe, na sote tunategemeana hapa duniani, kwa hiyo tupendane na tuthaminiane. Mitihani unayopitia katika maisha isikufanya ukajidharau, au isikufanya ukajidogodesha ukaona kwamba watu wengine ni wa kipekee zaidi kuliko wewe. Hapana, haijalishi unapitia nini katika maisha yako, lakini wewe ni mtu mkubwa na ni mtu wa muhimu sana hapa duniani. Na ili uweze kufanikiwa inatakiwa uwe na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako. Kitu cha pili ni kuamini nguvu za ulimwengu au nguvu za universe. Na kitu cha tatu ni kuamini katika kitu unachokifanya. Haijalishi unafanya nini. Amini hicho unachokifanya kitakuja kukuletea matokeo mazuri na utafanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Hujaja katika chaneli hii kwa bahati mbaya. Umeletwa hapa kwa kusudi maalum. Universe kuna kitu inataka ukipate. Kuna kitu inataka ujifunze katika maisha yako, na ninaamini kwa kupitia video hii unakwenda kubadilisha maisha yako. Kumbuka, hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wamefanikiwa. Kwa hiyo kama umetazama video hii kwa namna yoyote ile, amini wewe tayari ni mtu ambaye umefanikiwa, na kwa jinsi ambavyo unaamini ndivyo itakavyokwenda kuwa katika maisha yako. Unaweza kujitamkia neno lolote lile la ushindi hapo chini kwenye comment, na kwa jinsi ambavyo unaandika ndivyo itakavyokwenda kuwa katika ulimwengu. Hakika wewe si mtu wa kawaida, wewe ni mshindi. Tafadhali sana share video hii na wale wote huwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili usipitwe na video nyingine zinazofuata. Asante sana.